Sawa pengine tu kwa, karibu sana katika stesheni zetu za Jamii TV. Hapa ndiko nyumbani, nyumbani kwa watu wote. Leo hii nilipokuwa nimewaeleza, ndugu mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa kipindi chenu mnachokipenda na kukipenzi zaidi cha Nyota ya Baraka, tuko na msanii ndani ya kipindi hiki na tutakuwa leo tukizungumza naye moja kwa moja. Nilimtembelea hadi kwake nyumbani, na sasa hivi tutakuwa tukipiga naye gumzo moja kwa moja. Karibu sana katika studio zetu za Jamii TV popote. Uh, kwa wale mashabiki wetu endeleeni kutupalia na mwendelee kusubscribe. Tutakuwa tukiwajuza ni nani na akatokea wapi, kazi yake gani, na leo hii tunaongea naye nini ambayo tunachotarajia kutoka kwake. Karibu sana mwenzangu. Asante, tutainua sauti kidogo. <coughs> nashukuru sana. <coughs> <coughs> na kwa mm -hmm. kuweza kunitembelea na kufika kwangu nyumbani kwa mazungumzo zaidi, mimi nafurahia sana. Karibu sana nyumbani. Asante sana. Pengine tuko majina kwa wale ambao hawakujui, pengine nauongeza sauti, usiongee kwa uoga kidogo, ili waweze kujua wewe ni nani, katokea wapi, kazi yako ipi, leo tumeweza kufika au nini ambacho kimetuwezesha ili tuweze kufika kwako kwa hapa nyumbani ah. Mimi kwa majina najulikana kama Elias Mulusha, mm -hmm. lakini kwa mtandao watu wananitambua kama Star Eli ama Star Elias, eh, kwenye mtandao zangu za YouTube, Facebook, hata TikTok pia niko ndani kuonyesha zile kazi ambazo nafanya kiasi kiasi, kisonga mbele P Aa, uh -huh. kwa sababu ya leo kukua hapa, maipanya, mm -hmm. na wewe hapa kuna kazi mpya ambayo nimeifanya nahitaji kuachilia hewani kwa sababu ya washabiki wakaweze kusikia ile kazi ambayo nimefanya kazi mpya na waipokee kwa njia ambayo ni <laughs> utukufu. Pengine kazi mpya yenyewe ambayo umeweza kuiachilia kabla hatuja kuja hapo, mbona umekuwa kimya kama miaka miwili kama sijakosea? E, chalei kidogo ya maisha, majukumu mm -hmm. yanakuwa mengi, mambo ya kushughulikia jamii kuwe sawa mm -hmm. alafu mambo na kazi, kazi pia inakuwa iko kiwango ya chini lakini Mungu ni mwema tu nang'ang'ana. mm -hmm. na tunasonga mbele pia mm -hmm. Studio huwezienda bila pesa. mm -hmm. Nafanya juu chini, at least nipate pesa kidogo ya kuprodusa ili nikiingia studio mm -hmm. aweze kunifanyia kazi nzuri pia mm -hmm. na mi pia nikampatia ile mtisha ya uweza kwamba ninahitaji kufanya kitu ambacho kikifikia mashabiki mm -hmm. pia na wanapenda kazi Pengine tu ni tuseme, hiyo ndio imekuwa jambo kubwa sana wewe kupotea katika sekta hii ya e, usani kwa miaka miwili yeah. kibao cha kwanza sana kilikuwa kijulikana kama nani? kibao cha kwanza ilikuwa inajulikana kama baba takutegemea. mm -hmm. ilikuwa kitu 2014 hapo mm -hmm. lakini kwa muda mm -hmm. umefanya vibao kadhaa mm -hmm. kama eh, Mungu, mm -hmm. ni muweza Mungu ni kulinganisha na nani mm -hmm. eh, niko na eh, neno lako limebadili maisha yangu. mm -hmm. Kuna kazi nyingi nyingi tu pengine tu, uh, kwa hiyo kazi ambayo mm -hmm. umekuwa ukifanya vizuri sana, umekuwa ukifanya ukufanya na wasanii wengine, ama ulikuwa ukijituma tu peke yako eh? sijakutana na wasanii wale ambao ningefanya nao kazi mm -hmm. Lakini nimekutana na baadhi ya marafiki wale ambao pia wanapenda mziki, nawambie, mm -hmm. niko na kazi, ningependa nikushirikishe kwa kazi yangu anakubali na namuonyesha vile anataka kufanya mm -hmm. Tunaingia studio, ashaelewa, tunasaidiana. Okay. Yeah. Uh, kwa leo kwa niaba au kwa faida ya mpenzi mtazamaji na mpenzi anayekutazama kule, kazi yenyewe au hiyo channel yako yenyewe yajulikana vipi pale maeneo ya YouTube channel? YouTube nipate kama Star Elias mm -hmm. Mlusha mm -hmm. pia pale Facebook unanipata Star Elias Muluza. TikTok kuhi, same same kivo Star Eli. mm -hmm. na utapatana na kazi zangu zote pale ndani kabisa mm. Eh, pengine tu naomba uweze kucheza hiyo kibao kipya ili watu waweze kujua ni wewe uliotunga. Maanake Kenya si unajua, Kenya haieleweki. Yeah. Mm, unaweza kuwa ule mwingine Huyu bwana kaiba mstari wangu ule, huo ni wimbo wangu, nilitoa kwa sababu ya kukosa hela. Mi nikakawia, nikaona amemtoa. Kwa hivyo uh, twende nao, nitakuguzia -huh. tu kidogo kwa climax, maanake hapo ndo kuna utamu zaidi ya ngoma, guza uh -huh. Eh, si, anaweza iliyokushinda, anaweza isiyowezekana. YouTube, pale TikTok Facebook utakutana naye na utasikia utamzidi ngoma na utabarikiwa zaidi. Eh. Yeah. Kwa hivyo kwa mara mwisho unaweza kuwapa hiyo jina la YouTube, Facebook kwa utaratibu, ili waweze kujua na uongeze sauti kidogo. Yeah, Facebook najulikana kama Star Eli eh, Mulusha. YouTube YouTube ni Star Elias Mulusha. TikTok Star Eli eh, Facebook ni Star Eli yani, kila kona kwa mtandao nipate kama Star Eli, utapata kazi zangu pale. mm -hmm. Na pia kando na mziki, pia unafanya biashara mm -hmm. Utakuwa unazipata pale ndani ya TikTok mm -hmm. Ili kama unapenda ile kitu mnafanya, unaweza kunitembelea mm -hmm. na nikakuhudumia mm -hmm. yeah. Wengine tu uh, kaka, kuna challenge yote katika sanaa hii ama hamna challenge yote? Challenge katika sanaa iko sana sana mm -hmm. Na challenge kwanza pesa ukiwa na pesa unaweza kupokelea na watu vizuri, lakini kama una pesa mtu kukupokea ni vigumu. Ni vigumu kwa sababu anajua unataka kumpa kazi na una pesa. Hata producer kiona una pesa naone, kuna wasanii wengine inabidi akuhepe kwanza, aenda afanyia wasanii wengine kazi, alafu atakuja ku deal nawe baadaye. So hizo ni challenge ambazo kama wasanii tunapitia wakati na kwa hivyo hizo uh, ndio baadhi ya changamoto ambazo nyinyi hupitia. k uh, wewe, nani aliyekupa ambaye mara kwa mara huwa anakutia moyo sana msanii mpi anayekutia moyo zaidi katika nyimbo za gospel, na wasanii wale ambao akiimba kule hata mimi nasikia ngoma zao, kuanzie na kaunti yako hii ya Turkana. Uh, hapa Turkana anapenda kusikiza kazi ya Tina Kinonge. uh -huh. uh, kazi zake zinatoka uh -huh. Ukimsikiliza vizuri mm -hmm. Aimbi zile vitu ambazo watu wamefanya. mm -hmm. Anafanya ile kitu ambayo Mungu amempa. mm -hmm. So ninapenda kazi kana, pia kuna wengine sie peke yake, lakini majina ndio sijawashika, ndiosijawashika mm -hmm. Sitie peke yake, kuna wasanii wengi tukana na wapenda sana. mm -hmm. Lakini yeye hadi nilikutana naye studio mm -hmm. nikamshirikisha kwa ngoma yangu moja iko jikoni, mtasikia mm -hmm. kazi ambayo nafanya naye mm -hmm. yeah. uh, pengine tu tunapomalizia malizia Je, hii kazi umepiga hivi karibuni, je, ni mwisho? Tuseme ni mwisho huu ama ni mwanzo, ama ndio mkoko umaalika maua? Sasa kwa hii kazi, inachemuka zaidi kwangu uh -huh. Mi nahisi kwamba Mungu ananipatia michimbuko uh -huh. na maneno ya muziki ya ku, ya, ya kuvutia uh -huh. mashabiki uh -huh. na pia ya mguso wa moyo uh -huh. Nafanya kitu ambacho kitasaidia mtu hata kimawaida mm -hmm. Na pia zile ushuhuda za maisha yangu mm -hmm. Akizisikia mm -hmm. Pia kuna challenge mingi zile ambazo tunapitia kama kawaida tu kimaisha mm -hmm. So zile vitu ambazo nimepitia maybe, kuna Mungu, kuna mwingine anapitia challenge kama mm hiyo -hmm. Na anashindwa ata, ataepuka namna gani mm -hmm. Kupitia muziki mm -hmm. inaweza kusaidia kuelewa, au oh, kumbe hizo vitu ambazo nazenyea tuneshapitia mm -hmm. So kazi yangu ni ya Kenya hapa wa, wa kuna wasanii wa gani ambao ungependa ama ambao au kutia moyo sana kwa kazi zao? Kuna anapenda kazi ya Solomon Mkubwa, napenda kazi ya, napenda kazi ya Piston, hata Dan Joni, kuna zile nyimbo nyimbo zina mguzwa pia. Na tukitoka nje, napata mtu kama Bony Mwaitege, napenda kazi yake tangu zamani sana, so kuna wasanii kama wanafanya kazi zile ambazo zina mguzwa dada fulani pia hmm, anajulikana kama Gloria, apenda mm -hmm, pia kazi yake huwa anafanya kazi nzuri sana, inakutia moyo sana kwa hivyo pengine, uh, tunaposonga songa mbele tunapomalizia malizia uh, kwa hivyo kwa niaba ya mashabiki wako una lipi la kuambia kabla tujaondokondoka kwa mashabiki wangu? Naweza nikawambia kwamba zidi kufuatilia kazi yangu, subscribe YouTube, na utakuwa unanisaidia kusonga kwa kiwango kingine, hata kama tuonani wakati okay, unapo subscribe kazi ninapofanya kazi mpya nikiachilia kwenye ni mtandao utakutana nayo na ne, pia tunaweza zungumza kupitia mtandao kijamii. Ongea na mimi mimi, nitaongea na wewe, kama kuna kazi unataka tufanye tutafanya, na Mungu atakuwa baraka katika maisha yetu. safi kabisa. Basi mpenzi msikilizaji, umeweza kusikia na mpenzi mtazamaji. Basi leo si sieziandikia mate nauniuungalipo. Kwa hivyo sina budi na kuaga, panapo na majaliwa, umekuwa na, na wade wa kipindi Nyota ya Baraka, Silas Rubani. Baibai na kwa heri ya kuonana, bai bai.